Kuja ghafla kwa sababu nitaka nione kinachoendelea, kuandaa kuwaandaa e. Kwa hiyo nimekuja kuona je, mnatimiza obligation yenu ili kuwasaili hawa. Kuna procedure ya wa, kwanza ni vetting. Kwa hiyo hapa inafanyika vetting, ningekuwa mnawachukua mnawapeleka Maanake msiwe kuwa mnatimiza obligation yetu. Kwa kuja hapa ni kuja kukontent. Na la pili, kuona na watendea haki. TRA policy ya recruitment ni equal opportunity for all. Equal opportunity for all. Sasa, hii haiwezi ikawa ya kwenye makaratasi lazima iwe implemented practical. Na ningekuja hapa nikiona wengine wanabaguliwa, ningeona no ni ya mtumizi wajibu ambao tunaoka. Kwa hiyo nimekuja kuona mnatendewa haki, lakini nyie ni wachache, lakini kupitia nyie kuwahakikishia na wengine, hatutaki watu ambao hawana uwezo Kazi zetu sisi ni practical, more practical za kufanya. Dereva si lazima uendeshe gari, ukusanyaji kodi si lazima kodi ije, hauleti maneno. Ikifika mwisho wa mwezi, lazima kodi iingie ili huduma za nchi ziwepo. Sasa, ili uweze kufikia hayo, unahitaji watu wenye, well, uwezo kwa hiyo watu wanaweza wakaona tunatumia gharama kubwa na utaratibu mrefu lakini una maana na una faida kwa taasisi yetu. Unless mmoja wenu ataniambia hajatendewa haki. Lakini mimi kwa hapa, mpaka mlipofika na confirm kwamba haki uliyoitarajia inatendeka. Sasa la pili ni wapongeze nyie, si mmefaulu. Kwani mmekuja tu hivi hivi, simlifanya written, yeah. Hongereni sana kwa kufaula wao oh. Uh, nafasi ni mia na tano nimeambiwa, mliopo mko zaidi ya mko zaidi ya mia nne, mia tano na tano, mia tano na tano. Well, obvious lazima we watakuwepo ambao watafanya watakuwepo ambao watakosa. Ukikosa sio mwisho wa maisha wengi mtapata, lakini ukikosa bado nafasi zinaendelea, taasisi yetu ni kubwa. Mi nashukuru tu kwamba wengi wameonyesha interest ya kufanya kazi na TRA, ambayo ni jambo jema sana, na tunakokwenda mbele, hizi database tutazitumia, badala ya kutumia gharama sana kuanza upya. Kwa wale ambao watashindwa level hii, tukitaka wengine, si tunawatumia hao oh, kwa hiyo kufika kwenye hii stage haujapoteza, unaweza ukashinda practical na oro ukapata ajira ukasaidia nchi yako ndani ya TRA. Lakini hata kwa wale ambao watashindwa at this level, mko kwenye database yetu, na tunaweza tukaitumia baadaye kwa wale ambao tunawahitaji. Nimefurahishwa na namwona, unaitwa nani? Dorin. This is very good. Yeah. Zamani tulizoea madereva ni akina nani? madereva ni akina nani? <laughs> Sasa huu ni mfano mzuri, na hii ndio maana ya equal opportunity kwamba bila kujali jinsia, mtu akijitokeza na hatashinda kwa sababu ni mwanamke, atashinda kwa sababu uwezo. Baada ya kusema hayo niwatakie kila la kheri. Uh, Mwenyezi Mungu aongoze, muweze kufanikiwa Amen.